Mkutano wa waandishi wa habari wa Rais Vladimir Putin umeanza kwa hoja zile zile anazotumia mara kwa mara kuhalalisha vita dhidi ya Ukraine. Ametaja tena kile anachokiita mapinduzi ya mwaka 2014 yaliyomwondoa madarakani rais mwenye mwelekeo wa Urusi, Viktor Yanukovych na kuishtumu Ukraine kwa madai ya kuchochea vita. Kwa mujibu wa rais Putin, Matukio hayo ndiyo chanzo cha hali ya sasa ya mgogoro. Putin pia amesema kuwa Ukraini inakataa kumaliza mgogoro huu kwa njia za amani na haiko tayari kujadili masuala ya mipaka au kutoa ardhi. Chanzo kilichosababisha mgogoro huu lazima kishughulikiwe, akionyesha tena kutokuwa tayari kufanya maridhiano. Kauli hii inaashiria msimamo wa Urusi kwamba sababu alizotaja ndizo zilizochangia uvamizi wa kijeshi wa mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili. Rais a huyo wa Urusi anafanya mkutano wake wa mwisho mwaka wa mwaka kwa njia ya simu na waandishi wa habari. Tukio la mwaka huu litakuwa na mseto wa mambo, ambapo Putin atajibu maswali ya waandishi wa habari pamoja na maswali yaliyowasilishwa na umma kwa ujumla katika wiki za hivi karibuni Kremlin Imesema karibuni maswali milioni tatu yalitumwa katika ofisi ya Rais Putin na kwamba yote yameshughulikiwa kwa karibu. Shirika la utangazaji la Uingereza BBC limepiga kambi katika ukumbi ambapo tukio hilo litafanyika karibu na Kremlin. Wafanyakazi wengi wa televisheni za nchini Urusi wanaonekana wakifanya matangazo ya moja kwa moja wa Vladimir Putin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 Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.